Miongoni mwa kitu muhimu nilichojifunza kuhusu ajira hizi mpya za idara ya uhamiaji, namba moja, mambo sio maraisi kihivo. Kama tu kwa form four unaambiwa awe amepata division one mpaka thiri. kwa hiyo kama una mdogo wako au kama kuna dogo janja yote ambaye anaangalia hii video, aisee ndugu yangu komaa na shule kama unataka ajira idara ya uhamiaji. Kwa hiyo mambo sio marahisi kihivo. Kwa hiyo kama una mdogo wako mwonyeshe hicho kipengele mwambie, sasa hivi ni division 1 hadi 3. Kwa hiyo mambo siyo marahisi na kila siku vitu vinazidi kubadilika. Kwa hiyo dogo janja ambaye bado upo shule, aise, komaa ndugu yangu Pata division 1, pata division 2, pata division 3, lakini hasa hasa mpata 1 na 2, kwa sababu hauwezi ukajua, maybe mbeleni mambo yanaweza kabadilika, ukaja ukaambiwa kuingia uhamiaji lazima uwe na division 1 au 2 peke yake. Kwa hiyo kila siku things are really getting harder and harder. Mambo yanazidi kuwa magumu kila siku. Ebwane, nikutakie siku njema. Mungu akubariki. Hakikisha una share video hii. Goodbye.